Mambo vipi, karibu tena katika chaneli yako pendwa, kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video hii tutakwenda kuangalia majina ya wale walioitwa katika usaili kusimamia vituo vya kupigia kura pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura, halmashauri ya jiji la Arusha, jimbo la Arusha mjini. Hii ni jimbo la Arusha mjini, na usaili huu utaweza kufanyika siku ya tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano saa nne asubuhi katika ofisi za kata sawa na mchanganuo hapo chini. Kata ya Baraa uh, makarani waongozaji wapiga kura, utaweza kuona hapo jina la kata pamoja na makarani waongozaji wa kupiga kura, utaweza kuwaona hapo jina lako la wale walioweza kuitwa katika kufanya usaili. Kwa hiyo hakikisha umeipata PDF hii na hii pia utaweza kuona wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura. Hakikisha umepata PDF hii ili uweze kuangalia jina lako. Kama lipo, kama umeitwa katika usaili na uhakikishe tarehe ya kufanya usaili ni tarehe 13 mwezi wa 10 2025, katika ofisi za kata, katika ofisi za kata. Usaili utafanyika katika ofisi za kata daraja mbili kwa kata zote za jimbo la Arusha Mjini ni kama yanavyoonekana katika PDF hii. Kuweza kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha umejoin, na baada ya kujoin, utaweza kuipata PDF hii, utaisoma ili uweze kuona jina lako kama lipo na kuweza kupata taarifa zote hapa. Lakini pia subscribe channel yetu. Na kwa we ambaye umesha subscribe, asante sana, endelea kutusupport. Na kwa we ambaye bado, jaribu kusubscribe, like video hii, share video hii kwa wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi na update hizi kwa haraka zaidi. Jina langu ni Feaboy, asante na karibu tena, tutaonana katika video ijayo.